Uhali gani mpenzi mtazamaji na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya kwa mvua katika baadhi ya maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, ukanda wetu wa pwani kuelekea kusini mwa nchi yetu. Na kwa usiku wa leo maeneo machache ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi mvua na ngurumo za radi na maeneo mengine ya nchi iliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Mara, Kigoma pamoja na Katavi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya kaskazini, pwani ya kusini, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua maeneo mengine hali hamu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na ziwa Victoria. Kwa maeneo ya ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, pamoja na ziwa Nyasa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo, ilhali hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi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 na mkoa wa Mbeya pia tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Morogoro tutarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka kama makala hayo tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na niwaage kwa heri.